Hatua ya wizara ya elimu ya kufungua na kuhamisha wanafunzi wa shule ya msingi ya Hatata kaunti ya Tana River uh, hadi shule jirani ya Anole imeanza kukera wazazi wa shule hiyo baada ya wanafunzi wengi kusitisha masomo yao. Kulingana na wazazi hao, shule hiyo ilifungwa mwaka jana kutokana na athari ya mafuriko kama njia ya dharura ya kuokoa hali ya elimu ya watoto wao, lakini hakuna suluhu ya kudumu iliyotolewa na wizara hadi kufikia sasa. Kutokana na umbali wa shule jirani, wanafunzi wameanza kuingilia biashara ya kuuza vyuma vikuukuu na chupa za plastiki, huku wasichana wakipachikwa mimba na wengine hata kuozwa mapema. This month of Oktoba, wafanyie mtihani yao ya grade six, na grade wapi hapa hapa. Hiyo ni mpango mzuri, ndiyo maana pia baadaye itatupea sura mpya ambayo watoto wote pia wale wengine the other classes wataanza kuresume pole polepole. Serikali najua mamboni inataka na mpangilio, hatukatai sisi, tuko na heshima, tuna heshima. So as long as grade 6 and grade 9 wana watakuwa hapa, wale wengine wataanza polepole masomo yao na sisi tutashukuru. Tungeomba wahusika wakuja wasaidie shule, kwa sababu maji ilikauka na shule asikuwa asikuwa zimefunguliwa. Kwa hivyo wakati shule ilifunguliwa, ni swali yetu kuuliza ni kwa nini ilipelekwa madogo na shule zingine like Mbaringo, tunaona shule zinafurika, lakini watoto wanarudi hiyo hiyo shule, hatujaisikia wamehamishwa wamehamishwa mahali pengine. Shule yetu Hatata, tuna watoto wanaitembea zaidi ya kilomita tano kutoka Mororo mpaka mali shule iko ni kilomita tano na hiyo kilomita tano hapo, katikati huwezi jua kama watoto wanafanya nini. Kuna wasichana wakubwa wale wanasomea ECD. Vile shule zingine mafuriko walipoingia na bado mafuriko walipopita shule zimerudishwa, tunaomba hata atata irudishwe, tunaomba serikali warudishe shule ya Tata.